Na kwenye shule kuna tatizo bado, kwa kuna social isolation na kulikuwa kuna baadhi ya wakuu e, wa shule waliokataa, na sababu moja wapo ni kwamba wataharibu wanafunzi wengine. Wengine hawajui kwamba hata huo mwongozo huo, lakini wengine walisema kwamba haui support na sheria, kwa hiyo walikataa, na wengine walikwenda kwenye moral aspects, na wengine hawajui kabisa kwamba kuna hiyo reentry, hawaifahamu. Ilizungumzwa pale ikatolewa hiyo guideline haijafika kwa mpaka leo. Tuliona kwamba hakuna support ya kutosha kwa watoto shuleni na nyumbani. Sasa na tafiti ambazo zimefanyika Tanzania zinaonyesha kwamba karibu watoto wengi sana wana ulemavu. Karibu asilimia 47 na kitu. Kwa hiyo hawa wanaingia kwenye hilo kundi. Shuleni hawapati huduma na nyumbani hawapati hawapati huduma. Lakini pia shule haziwapokei. Na lakini of course ni mwongozo mpendekeza hivyo. Kwa hiyo hawana nafasi katika shule kabisa wata watasumbua mambo ya kujifunza, wataharibu wengine, na hakuna pia watu wa kuhudumia wale caregivers. Serikali ya kwetu hata sasa wao wanapenda nini teen mothers? Cha kwanza, katika utafiti wetu tumegundua kwamba wengi hawapendi kurudi kwenye fomo mfumo huu ambao ni rasmi. Eh, data ambazo tulizonazo kati ya mwaka 22 na 24, karibu wasichana elfu kumi walirudi kwenye mfumo huu ambao tunaita ni alternative pathways, hizi shule shule huria za sekondari ambazo ziko chini ya taasisi ya watu wazima. Inawezekana kuna nyingine nyingi ambazo zinawapokea, lakini wengi walirudi katika, ingawa pia tulipo enda kwenye maeneo haya tulikuta pia maandalizi sio mazuri sana, lakini walau kuna flexibility, wanaweza kuona na watoto wao hawavai uniform, kitu ambacho alifikiri kwa ni kitu kizuri. Na katika utafiti wetu kwa bahati mbaya sana tuliwapata teen mothers ambao wametoshwa shuleni tu wengi tulio watafuta walikuwa hawapatikana, na hata waliorudi ni wale ambao walimu walifikiri kwamba wanafanya vizuri. Yaani, kama ulikuwa ufanyi vizuri ukapata ile tatizo we umeishi. Wale ambao walionekana wamepata kwa bahati mbaya, walimu walijitahidi kuwarudisha shuleni na kuwasaidia. Tunavyosema kwamba tunataka kuwa na specific sheria inaongelea masuala ya urejeshaji wanafunzi mashuleni, kwanza tunataka accountability lakini pia tunataka zile offenses za mtu, kwa mfano akimzuia mtoto kwenda shule n akifanya akinyanyapaa aweze kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini kwa mwongozo tulionao hayo maswala hayawezekani. Lakini mwamko unaonekana wapi? Kwanza ni kutokuwa na hiyo sheria, yani kuweka guideline. Guideline ni mwongozo kwa Kiswahili, mwongozo unaoongoza tu, na huo mwongozo wenyewe hauongozi effectively. Kwa mfano kuna maswala mengi hayajawekwa, kwa mfano lini mtoto aondolewe shuleni wa Wal, wanaondoa mara nyingi, akishapata tu ujauzito anaondolewa. Kuna watoto wengine ambao yuko kidato cha nne, ana mwezi mmoja aweze kufanya mtihani, anaondolewa. Lakini urejeshwaji wenyewe shuleni ni swala la utashi wa mwanafunzi mwenyewe, halijawekwa kuwa mandatory kwao. Unaweza ukiamua usirudi, hakuna atakaye kufuata. Lakini nahisi mnajua, mtoto ana shule ya msingi akifaulu kwenda sekondari ambavyo unaona wakuu wa wilaya wanafuatilia wanatafuta kila kona ili kuweza kujua hii shule. Tulitamani hata kwenye masuala ya gentry kwamba ule muda ambao wa miaka mingi uliowekwa kwenye huo mwongozo ambao tunaona bado haujajitosheleza uweze kwenda kuhakikisha kwamba mtoto anarejea shule iwe ni lazima. Kwa bado ilikuwa ni jambo ambalo linaendelea kumkandamiza msichana ambaye amepata ujauzito, ile kitendo cha yeye kushindwa kurudi shule, lakini kwa hali yake ya afya kama ambavyo tumeona kwenye utafiti kwa huyu msichana tena tunaongeza idadi ya wale watoto wenye udumavu kutokana na kukosa huo uwelewa, lakini umaskini pia.